Naam, asante sana kwa kuendelea kutizama taarifa zetu, nasi tukiendelea kukufahamisha yaliyojiri, ni kwamba familia ya jamaa na viongozi wanataka haki itendeke kupitia kukamatwa kwa wahusika wa mauaji ya padre Allois Cheruiyot wa kanisa katoliki aliyeuawa na majangili tarehe 22 mwezi uliopita katika hafla ya mazishi iliyofanyika kwenye uwanja wa shule ya wavulana ya St Michael Terige, familia, viongozi wa kanisa Katoliki pamoja na wanasiasa waliungana kwa semi moja kukashifu mauaji ya shujaa ambaye licha ya kuwa mwanga wa amani na umoja katika eneo la Kerio Valley, maisha yake yalikatizwa ghafla. Wingu la simanzi lilisheheni uwanja wa shule ya wavulana ya St Michael Teregi, jamaa, marafiki, viongozi wakijumuika kwa safari ya mwisho ya kasisi Allois Cheruiyot bet siku 12 baada ya kukumbana na mauti akieneza Injili katika kijiji cha Kabartele, Elgeo Marakwet, majonzi yao yakielekezwa kwa serikali. bandits hawa pale Kerio Valley. ni ile kila mtu amesema they have crossed all the red lines, kuanzia watoto, akina mama, wazee sasa wamefikia mapadri. Hiyo eneo la Kerio vale lazima iwe gazetted as disturbed area so that operation can be done kama ile ilifanyika Mount Elgon kufukuza SDLF pale, operation disturbed area. It should be gazetted as so so that we can protect lives and property familia na kanisa waliomkumbuka padre bet kama shujaa aliyeishi katikati ya wahalifu bila uoga na kuwa mwanga uliong'aa kwa wakazi wa maeneo hayo wakisisitiza kupatikana kwa haki itakayoponya mioyo yao wahalifu ya? ikamateni na sheria mimi sitasema kwamba wauawe lakini wapatikane na sheria fanya kazi yake. Hii kifo ya fadha inaweza kuwa turning point ya hiyo vita iko Kerio Valley. Wengi wetu tujawahi lala. Kama mimi, nimekuwa governor tangu niwe governor, nilienda kwa president siku ya kwanza. Wakati huyu governor anaomba factory, mimi huwa naomba bunduki ya KPR na risasi. Naibu inspekta jenerali Eliud Lagat aliyehudhuria hafla hiyo akitoa ahadi ya kuwasaka wote waliohusika na mauaji hayo. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.